Imekuwa na lot of national interest. Wakenya wamekuwa wakitaka kujua nini kitendeka na nini inaendelea, so <clears throat> kwa wakati huu nataka kueleza Wakenya ya kwamba eh, amepatikana na amekuwa reunited his family, na his family, na itakuwa confirmed na pia wake na wakili wake, so ndio Wakenya wasiwe na hiyo anxiety tena eh, wajua amepatikana, but uchunguzi eh, yetu ndio inaanza sasa kwa ukamilifu. Tulikuwa tumefikia mahali kwa uchunguzi wetu, na tutaendelea pia na uchunguzi kuanzia hapo tukupatikana. Uh, tunataka kuconfirm kuwa uh, Shadrack Maritim amepatikana akiwa hai, ilhali uh, hali yake ya afya si nzuri sana. Uh, tungependa kushukuru labda wale Pote eh, siku 35, iliyopita tumekuwa tukipitia mahangaiko mingi sana, na wakati huu ningependa kurudisha shukrani eh, investigation agencies, marafiki wa Shadrack Maritim, familia kwa maombi hawa. Security wamefanya kazi mzuri wa hapa Kenya na pale Uganda eh, Shadrack Maritim aliweza kupatikana pale Uganda eh, town inayoitwa Mbale City.